Yaani mtu anayetakiwa kutoa zaka sio? Ah, shukrani sana. Ufte awa kutoka Mtoni kwa ndugu zangu, ni nani ambaye anayetoa zaka? Awalan awe ni Muslim, Muislamu baligh, amebaligh ana akili timamu so sawa sawa ana akili nini timamu alafu balagha minhu nisab imefikilia kiwango kiwango cha zaka hapa ndio bahala ambako tunaweza tukasimama kidogo kwa kweli hili ni swala ambalo kama tutalijibu dakika zote hizi zilizobaki zinaisha na hazitosha sasa tunachosema hivi yani ni nani anastahiki kutoa zaka ni huyu lakini pia kuna swali sasa kiwango ni kipi labda kwa haraka haraka haraka tufanye katika zaka ya nini ya dhahabu ni gramu themanini na tano sawa sawa gramu nini 85 hizi gramu 85 zinatakiwa zitolewe gramu mbili na nini na nusu gramu mbili na nini na nusu katika gramu themanini na tano. Kama hii litashindwa kugawika, inaweza ikauzwa hii ikagawanywa kwa 2.5 ile ile, kile kinachotoka kikifanyaje kikatoka zaka katika dina. Katika pesa ni gramu mia tano tisini na tano gramu mia tano tisini na tano za nini? Za fedha. Sasa kikubwa zaidi ni wewe kwenda, ni yeye kwenda kwa sanara na kuzithamanisha kwa pesa ya kwetu sasa hivi gramu za fedha sio fedha, gramu ya fedha ukienda kwa masonara. Wa, na, nini kwa, masonara, watakuelekeza kwamba hii kwa sasa hizi zinakwenda kwa tola sio, gra, sio useme nani na moja, gramu moja, hizi zinaenda zinaenda kwa tola tola kadhaa, tola kadhaa anakupigia hesabu, lakini ikipatikana ile hesabu ndio inatolewa. Kuna wakati ilikuwa kiwango, nadhani mwaka jana, kama milioni moja laki tatu zilikuwa zinakwenda, hivi sasa sijui kutokana na mabadiliko hii dhahabu huwa zinapanda mpaka mpaka sasa hivi inaweza kuwa kiwango gani? Hii ni katika nini, ni katika pesa na katika madini. Kwa hiyo sasa, chochote katika biashara zilizoko madukani, ulizoko dukani, ulizo ukiwa ni mtu mwenye nguvu zaidi, anakuja kwenye dhahabu gramu 85 hao tano. Kawaida, kwa kawaida, wanakuja kwenye gramu mia tano za nini, za fedha, kwa sababu zenyewe ziko chini. Kwa hiyo zaka inakwenda hivi. Sasa kuna zaka ya wanyama, kuna zaka ya mbuzi na kondoo ambao wanatakiwa 40, hao wanachanganywa, ukifika 40 anatolewa mmoja, ng'ombe 30 anatolewa nini mmoja. Kuna zaka ya, ya, ya mazao rubu al-ushur, kilo zikifika elfu moja, kilo mia saba na hamsini, inatolewa rubu al-ushur, sawa, rubu yake al-ushur. Wengine wamesema mpaka kilo mia tisa kutokana na kwamba ile saa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nini, katika mazao kinachobakia ni katika nini. Nadhani tusimamie hapa, siku nyingine tutajaziliza vile vingine ambavyo bado havijafika. Kuna ngamia, kuna nini, ngamia ni mpaka wafike ishirini na tano wa mailadhalika, watano mbuzi kumi. Ni somo pana, ndio maana nasema, tukiamua, yani, dakika zote zinazama. Kwa hiyo, yeye aliuliza kiijmali, hakuuliza upande mmoja. Kwa hiyo, inshallah, nahisi hii pia ni faida kwake na wale wasikilizaji watachukua haya wakayafanyia kazi. Wallahu aalam.